Elisha John. Elisha John, yule mchezaji? Ndiyo. Huwe ndo yule mchezaji haswa. Eh. Haya bwana, siku hizi hufungi kile kilemba hivi? Siku hizi ah, nimestaafu. Huyu alikuwa akicheza mpira anafunga usongo kichwani. Asante mheshimiwa, mimi naitwa Elisha John. Eneo la mgodi wa kupasua mawe uko sehemu ya Kicheba. E, mwaka miaka mitatu iliyopita tulifanya mazungumzo na jamaa wa kampuni moja inaitwa Tanga Granite and Sand Solution ili kufanya kazi, wakisema kuwa wao watawekeza pale kwenye mgodi, tukakubaliana mara tu baada ya makubaliano ni kuwa ilikuwa wawekeze pale, lakini muda ukaenda, hawakuwekeza kitu chochote, ikabidi tuingie kwenye mgogoro kwa sababu alikuwa wamehodhi leseni ya huo mgodi. Mimi nikaenda TAKUKURU nikalizungumza swala. TAKUKURU kwa busara zao, wakatushauri tukubaliane nje mpaka wakarejesha leseni yetu sofa nika. Baada ya kupata leseni yangu, tukakubaliana tumevunja makubaliano kwa maandishi kabisa. Baadaye nikapata wawekezaji wengine ambao ni kampuni inayojenga daraja la mto Pangani, inaitwa Shadong tukakubaliana tukaendelea na kazi kama kawaida. Baada ya muda wale mabwana wakarudi tena pale, wakasema, bwana we we una mkataba na sisi, kwa hiyo tunakupeleka mahakamani. Basi kesi iko mahakama kuu, lakini mwendelezo wake ni karibu mwaka wa pili. Tunaenda na sisi tunakaa vijijini, kila siku kuja Tanga urudi Muheza. Kwa hiyo imeendelea hivyo mpaka juzi, tena tukaenda tukaambiwa, bwana nyie wazee, kesi yenu mpaka mwezi wa tano. Mimi ombi langu mheshimiwa, hili swala liko wazi e, na madai yao si madai ambayo hayawezi kutazamika. Wao madai yao wanadai, pia kuna dai lingine kwa ile kampuni imekanyaga michungwa mia mbili E, miembe thelathini na nane na mitiki sabini kwa hiyo tuwalipe milioni mia nne so far. Mimi nikaona hapana, kama kitu chenyewe ni cha haki, kwa nini kisitendewe kama ilivyo? Na lile eneo la kudai kwa kuna hiyo mitiki miembe, mzee Ndumbaro unakwambia hakuna wao ni swala tu la kutubabaisha mara hivi mara hivi, yaani kama tunasema ni michosho tuchoke ili iwe basi. Kwa hiyo mimi ninachoomba kesi ile kama ni kuzungumza izungumze ishe. Na wao waliambiwa walete mashahidi, hawakuleta shahidi, wakasema bwana, sisi jaji hatuna imani naye kwa hiyo kesi ikaambiwa ihamishwe kwa jaji mwingine. Mpaka sasa hivi huyo jaji sisi hatumjui juzi. Tumeenda tukapigwa tarehe mpaka tarehe kumi na tano mwezi sijui wa tano huko. Kwa hiyo ni hivyo hivyo hivyo hivyo, karibu miaka nenda rudi, na sisi ni wazee wenyewe tunajikimu kidogo kidogo kule. Kwa hiyo tunaomba mtusaidie ili ili swala liishe, baba. Asante. Kwa hiyo unatoka Muheza unakuja kwenye kesi e, Mahakama Kuu hapo Tanga. Na kule Muheza mbunge wako ni mheshimiwa Mwana FA. Eh ndio haswa alikuwa naibu wangu yule sawa. Ni kijana sawa, mzuri sana mm. Kwa hiyo ni sawa, kuombe umuunge mkono, hakuna neno baba bab kwa hiyo kule mahakamani una wakili? Wakili yupo, una wakili? Yupo wakili ndi. wako anaitwa nani? Mr. Kajembe Kajembe Ndio. Upande wa pili wana wakili? Ndio, huyo ali- anayetutetea wote. Ah, ah, I mean ah, wale washtaki wa, wa wanawakili wao anaitwa nani? Anaitwa Lina nafikiri, Sambone Lina. Lina, Linda au Lina kitu kama hicho. Aya, sasa kwa kuwa swala liko mahakamani, ndio kuna njia ya utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala, ndio inaitwa utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala, mbadala ambapo pande zote ndio zinakutana ndio zinafanya mjadala ndio na zinakubaliana ndio. Nikuombe Sa, ni, samahani ni, yes. Hiyo mediation tuliombwa mara tatu na mahakama, lakini wale mabwana achana. Mahakama iko ya nje ya mahakama ile naifahamu, ndio. Sasa naomba nikukabidhi Mariam, CEO wa Tanganyika Law Society, wewe Tanga ni nyumbani. Sasa Mariam, waite pande zote mawakili na, na pande zao zote, tukutane nao kesho saa nane mchana nikiwemo na mimi tufanye ADR, ili tuone kama tunaweza kukubaliana afu ndipo tuende mahakamani kwa kauli ipi, kwa sababu jambo likiwa mahakamani tunaheshimu muhimili wa mahakama, lakini tutafanya ADR kesho saa nane mchana. Namwomba huyu kwa sababu yeye ndiyo mtendaji mkuu wa Chama cha Mawakili wa Tanzania Bara akutanisha hao mawakili wote nikiwemo na mimi akiwemo na mkuu wa mkoa, na nitamwomba ili saa nane tufanyie ofisini kwa mkuu wa mkoa, ili serikali nayo iweze kuhusika. Dr. Samia oye! Oye. Elisha, wewe ulituburudisha sana kwenye mpira enzi zile. Sawa. Kuna mwenzako anasema yuko huku nani? Dondo Ali, ah, Dondo Ali. <laughs> Alikuwa machachari sana na yeye. Basi na sisi tutakupa haki yako kwa sababu na wao walitendea haki wa Tanzania. Asante baba, asante. Nashukuru.